Elfu mbili na ishirini na tatu mwezi Julai, ndipo ambapo Sudan ilianza kuingia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe baada ya majenerali wawili wa jeshi Dagalo pamoja naye Al Burhan kutofautiana juu ya namna gani wanaweza wakaiendesha serikali ya Sudan kutoka katika utawala wa Omar Al Bashir ambaye wakati huo aliondolewa kinguvu katika madaraka ya nchi hiyo na majenerali hawa wawili waliokuwa wakisaidiana kazi kutofautiana namna ambavyo watachukua muda gani kuweza kuweka ile serikali ya kiraia ama njia gani ifuatwe. Matokeo yake mpaka hivi leo mwaka 2025 machafuko yameendelea kuwepo huko Sudan. Sasa katika hilo, hii leo tumemwalika hapa Sufyani Mbalazi, yeye aliwahi kuishi na kusoma huko nchini Sudan, tuweze kulitazama kwa kina hili, ni nini ambacho hasa mpaka wakati huu kinasababisha makubaliano ama kusitishwa kwa mapigano kusitokee, lakini pia hatma ya Sudan itakuwaje? Sufiani, habari za wakati huu, na karibu sana katika Chekeche wikendi hii. Salama, na asante sana . Awali ya yote, nimepata taarifa kwamba baadhi yenu wale ambao mlikuwa mkisoma wakati hule, hususan kama wee ambao ulikuwa katika mwaka wako wa mwisho wa masomo, mmefanikiwa sasa kupata vile vyeti vya kuthibitisha kwamba nyinyi ni kweli mlipata elimu ya taaluma mlizokuwa mkizisomea Sudani kabla ya machafuko kutokea. E, ni kweli tumepata vitu vyetu. Kongole sana kwenu, asante sana pia. Tunaishukuru serikali maana ndio ilo ilofanya mazungumzo mpaka tukapata. Ongera sana kwa wote naam. Na sasa Sufiani, hebu turudi katika mazungumzo yetu kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kule Sudan kwa wakati huu ambapo kundi la RSF chini yake ya Hemet Dagalo linatajwa kushikilia mji wa Alfashir lakini wakati huo huo likiwa limeshikilia mateka zaidi ya maelfu ya watu na wakizuia kuingia kwa misaada ya kibinadamu, lakini pia kukiwa kuna tetesi za mauaji ya kikabila, hili unalizungumziaje? Eh, ni kweli. Ukiangalia kuanzia kwanza, tangu vita ilipoanza, kundi la RSF lilikuwa lina matamanio ya kuchukua Sudani yote. Kwa, kwa hiyo vita ikaanzia Khartum na dakika za kwanza za vita kiongozi wa RSF anaitwa Hemeti au, au, au Hamdan Dagalo Dagalo, alisema tunam, tunataka tumtoe Burhani tuondokane na, na, na hili jeshi ambalo lina mtazamo wa kidini. Kwa hiyo matamanio hayo ya kwanza ilikuwa ni kuichukua Sudani yote, lakini vita ikaendelea, eh, wakakwama kuchukua Sudani yote, ikabidi wabadilishe malengo. Kwa hiyo mwishoni mwa, mwa eh, katikati mwa mwaka, mwa mwaka huu Uh, jeshi la Sudani likafanikiwa kuichukua Khartoum pamoja na wilaya ya Al Jazira. Kwa hiyo RSF wakapunguza malengo ya kuchukua, badala ya kuchukua Sudani nzima, wakaamua warejee kwenye asili yao ambalo ni maeneo ya Darfur. Kwa hiyo wakatoka Khartoum na Hemiti akatoka hadharani akasema kwamba kutoka kwetu katika jii la Khartoum, sio kwamba tumeshindwa, ila tunatoka kimkakati. Kumbe mkakati wao sasa tunauona hivi sasa ulikuwa ni kwenda kushikilia eneo la Alfashir, kwa sababu kutawanyika Khartoum mzima walishindwa walizidiwa nguvu. Kwa hiyo wakaizunguka Alfashir kwa muda wa miezi 18 hakuna kitu kutoka, hakuna kitu, kitu kuingia. Kwa hiyo kukawa kuna hali mbaya sana ya njaa. Baraza la usalama la, la umoja wa mataifa, Security Council wakapitisha azimio namba 2627 la kutaka hawa RSF waachie njia ya misaada ya kibinadamu iweze kupita, lakini waligoma kuachia. Kwa hiyo yakawa yanaendelea mapigano. Sasa kipaumbele cha jeshi la Sudani hakikuwa tena Darfur. Kipaumbele cha jeshi la Sudani kikawa kurudisha hali ya, hali, ya, hali ya mazingira ya kukaa sawa katika jiji la Khartoum na Aljazira, ili raia waliokuwa wamekimbilia Port Sudan na maeneo ya wilaya ya kaskazini na maelezo ya, ya Nile Blue karibia na Misri waanze kurudi kwa sababu Misri pia ilikuwa inaweka pressure kubwa, raia wengi wa Sudani walikimbilia kule. Yes. Kwa hiyo wakawa wanaweka mazingira, wakati wakipigana kwa, kwa, kwa nguvu ndogo katika eneo la e, e, e, Darfur. Sasa au RSF ukiangalia vizuri, RSF utagundua kwamba wanapata support kubwa sana kutoka nchi za jirani. Na vita ilipoanza walikuwa wanapata sapoti kubwa kutoka katika nchi ya Chad. Kwa maana hii, Alfashir ni mji wa mwisho wanaochukua katika upande wa magharibi. Kwa maana kule tayari mji, mji wa Juneina ambao upo magharibi mwa Darfur tayari ulishakuwa chini yao. Kwa hiyo silaha nyingi walikuwa wanapata kule. Na kama mtazamaji anaweza kuona kwa wakati huu, hii ndiyo ramani ambayo tunaelezewa hapa na Sufiani Leo ilipo Sudan lakini pia nchi za karibu ambazo kwa namna moja ama nyingine zimekuwa zikiathiriwa na mapigano yanayoendelea. Lakini kwa wakati huu, Sufiani, hebu tugeukie katika nukuu ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, yeye amegusia swala so, zima la haki za binadamu na kile ambacho kinaripotiwa na baadhi wa angalizi, kina wakabili, ya waangalizi katika eneo hilo kwamba kinawakabili raia wa kawaida, nukuu yake Volkatoki, yeye akisema wafanyakazi wake katika maana ya kwamba wafanyakazi wa kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ama shirika hilo kwa ujumla wake wanakusanya ushahidi wa ukiukwaji wa haki za binadamu ambao unaweza kutumika katika kesi. Tumetuma misheni kadhaa kadha wa kadha kwenye maeneo ambayo wa raia wanayakimbia na tuna watuma zaidi katika maana hawa watendaji wa hizo mishen kadha wa kadha. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu inafuatilia kwa karibu hali hiyo, hivyo watu wote wanaohusika katika mzozo huu wajue, tunawaangalia na haki lazima itendeke. Baadaye tutarejea tena katika nukuu nyingine, na hii ni ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani, lakini kwa wakati huu hii nukuu ya kamishna wa, wa, wa, wa Umoja wa Mataifa katika upande wa haki za binadamu anaposema, pande zote zinazohusika na mgogoro huu wanazitazama kwa karibu na lazima haki itendeke. Hili Sufiani linatazamwa li, li, vipi na nyinyi wachambuzi? Ni kweli ukiangalia kwanza tu, eh, katika kipindi cha, cha tangu vita imeanza ndio kwa mara ya kwanza eh, tume ya, ya, ya eh, haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa wamekubaliana bila kupiga kura kwamba uende ukafanyike uchunguzi katika eneo la Alfashir kuanzia katika mji wa Alfashir kuanzia e, mwezi Oktoba wata, wanataka ripoti ya kuanzia mwezi Oktoba mpaka kipindi hichi, kwa sababu kuna dalili za mwanzo ambazo zinaashiria kulikuwa kuna mauaji kutokana na ubaguzi wa kikabila na ubaguzi wa rangi. Na kingine ukiangalia idadi ya watu population ya watu wa, wa waliokuwa wanaishi katika mji wa, wa, wa Darfur ambao ndo mji katika wilaya ya kaskazini mwa Darfur hmm, ambao mji wake mkuu ndo Al Fashir al al, walikuwa ni zaidi ya laki tatu lakini, ambao wameweza kukimbia na kutoka, ambao wamekimbilia wilaya ya kaskazini ambayo, ambayo inaitwa uh, wilaya shimalia yani wilaya ya kaskazini hivyo hivyo, wako kama laki moja na waliokimbia kutoka Kurdufani wanafika kama elfu hamsini na saba kwa hiyo kuna watu zaidi ya laki na nusu hawaeleweki wako wapi yani watu wakienda kwenye eneo kwenye, kwenye uhalisia ardhini hawaoni hawa watu wamekimbilia wapi. Kwa hiyo unahitajika kufanyika uchunguzi huenda yakakutwa makaburi ya watu wa pamoja, e, kwa sababu wale walikuwa wanawakusanya watu na wanawaua. Tukigeuza tu, tu, tu, tu, katika upande wa pili, hii kauli unafikiri ni kwa namna yoyote inaweza ikawafanya wale watekelezaji wakuu wa mapigano haya kwa mfano Jenerali Buruhani. Hemeti, no, ama Jeneral Burhani kutoka katika jeshi la taifa pengine kupunguza hali ya mapigano kwa sababu kwa, kwa kufahamu fika kwamba sasa wanachunguzwa kwa ukaribu. Hapana, haiwezi kusaidia. Kwa sababu ukiangalia uh, Hemeti na kundi lake la RSF hawa ndio walikuwa upanga wa Rais Bashir wakati wakiua waki raia wakati ule 2006, lakini lakini vile vilevile Jenerali Burhani alikuwa bado jenerali na hawa wote wana kesi katika mahakama ya kimataifa. Kwa hiyo eh, kitendo cha kuwa na makosa mengi ndio kinawafanya washindwe wa kurudi nyuma. Yani kila mtu anahakikisha kwamba kile alichokishika anakishikilia, kwa sababu kinachomzuia sasa hivi Hemeti kukamatwa ni kwa sababu ana jeshi kubwa linamlinda. Kinachomzuia Burhani kukamatwa leo ni kwa sababu ni kiongozi wa jeshi, lakini siku yoyote ambayo atakuwa sio kiongozi wa jeshi atachukuliwa hatua na na jumuiya ya kimataifa, vile vile Hemeti atachukuliwa atua na jumuiya ya kimataifa. Ndio maana unaona wanapambana. Hemeti sasa anapambana kuchukua maeneo ya magharibi ya Sudani yote ili aweze ku, aweze kutengeneza serikali yake kule, na ameishaunda serikali, by the way, yeye pamoja na uh, anaitwa mwingine Abdullahi Alhilu, yeye alikuwa ana, ana kikosi ambacho kilikuwa kinapigana na Bashir wakati ule. Kwa hiyo Hemiti katumia kwamba wewe adu yetu kawa mmoja, maana hili la, la, la, la, la, la, la Burhani, lakini ni jeshi la i la Bashir hmm. Kwa hiyo wameungana, wametengeneza serikali yao ambayo sasa hivi mwanzoni mwa, kuanzia mwezi Mei walikuwa mji wao mkuu aliofanya ni eh, Juneina, lakini safari hii Jana nimuona msemaji wao wa RSF wanasema, sasa wanatanua utawala wao, utaanzia Alfashir, Aljuneina, e, maeneo ambayo yako chini yao, umeona eh? Kwa hiyo ukiangalia kama vile mtazamo wao kwa sasa ni kama kuigawa Sudani, lakini mbaya zaidi wanaanza kuelekea wilaya ya kaskazini. Kwa nini unafikiri ni mbaya zaidi kwa wao kuelekea wilaya ya kaskazini? Kwa sababu wilaya ya kaskazini ina, inaunganisha na Libya Alafu upande wa huku upande wa mpaka wa magharibi wote unaunganisha na Chad, na Chad tayari wamechukua yaani ule mpaka na Chad wamechukua. Mpaka uliobakia upande wa kaskazini, wilaya ya kaskazini imepakana kidogo na Misri na Libya. Sasa ile njia ambayo hawa RSF wanaitumia mara nyingi kwa kipindi hichi, ilikuwa ni Chad na Libya kidogo, katika kupata silaha, kupata mafuta vile vile. Lakini wakifanikiwa kuchukua wilaya ya kaskazini, wigo utakuwa mpana zaidi, kwa sababu upande wa Libya, Libya ya kusini, yupo Haftar, Haftar ambaye an, anaunga mkono RSF. Kwa hiyo na Haftar anamiliki upande wa mashariki ya Libya yote kuanzia eh, bahari ya kati hmm, kuja ule ukanda wote amepakana na Misri mpaka unaingia kile kipande ambacho kinapakana na Sudani kule, manake anamiliki airport na kwa jua anamiliki bahari. Kwa hiyo uwezekano wa silaha mafuta na kila kitu kuingia utakuwa ni mkubwa, utakuwa zaidi ni mkubwa. Kwa hiyo itakuwa ni hatari zaidi, manake huku kina Burhani watakuwa wanapambana kuwapiga RSF, lakini wakati ambao RSF anapata wanajeshi kutoka Chad, lakini vile vile anapata silaha na mafuta kutoka Libya, Sofiani. Unaponambia kutoka Chad na vitu kama hivyo, Chadi wenyewe ni moja kati ya mataifa ambayo hayako imara katika utawala wake. Katika siku za karibuni, imekuwa ni sehemu moja ya maeneo ambayo barani Afrika migogoro ya, ya, ya, ya, ya kijeshi kama hii imekuwa ikiendelea kutokea, unafikiri hilo ni kweli linaweza likasaidia zaidi ya RSF ama pengine Chadi na wao wanaweza wakasema kwamba hapana, sisi tunataka tukae mbali zaidi na hata huo mgogoro wa Sudan. Okay, kuna kitu eh, ukiangalia vizuri watu wa Darfur hauwezi ukawatenganisha na watu wa Mashariki ya Chad, hmm. Nimewahi kukutana na wale wanajeshi wa RSF wakati na, na, na, na, na soma pale chuoni mpaka lugha wanayozungumza, lafudhi yao inatofautiana na wale wa Sudani na wanaletwa kule Khartum kwa sababu wasiwe na huruma na wale raia wa kule, kwa sababu wale wana asili ya Chad. Hata Hemiti mwenyewe asili yake kabila lake ni kweli liko Dafur, lakini ukiangalia e, upana wa lile kabila umeingia mpaka mpaka Chad. Chad. Ndio maana ana jeshi kubwa sana, kwa maana raia wenyewe wa, wa, wa, wa Sudan wanaona hayaya kuingia katika jeshi la Hemiti, kwa sababu jeshi lile likiingia bado wana ile misingi ya kidini, jeshi likiingia la Hemiti watabaka wataiba mali za watu watakaa kwenye majumba ya watu, kwa hiyo wanaona kama haya, lakini wale wanaotokea Chad wanaingia kwa sababu ya maslahi, wanalipwa mm, vizuri na nini, kwa hiyo ana jeshi kubwa sana. Sawa, Sufiani, katika hilo lisema. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirudi tunakuja kuanza nalo, kama tayari Hemeti ameshatengeneza ushirika na kuunda serikali. Je, tunaiona Sudani mpya ikitokea katika hili kama mwaka 2020, mwaka 2011 ilipotokea South Sudan. Tutarejea hapo, ni endelee kukusisitiza kwamba tufuatilie katika Chekeche. Jina langu ni Moses Muhamed, hii leo tunatazama mgogoro wa Sudan na namna ambavyo unavyozidi kukua, huku mafahari wawili majenerali hawa Hemeti pamoja naye Burhani wakiendelea kusigana katika nchi hiyo. Niko naye hapa Sufiani Balazi, yeye ni Mtanzania lakini aliyewahi kusoma kule Sudan na kuishi huko. Tukiendelea kuangazia mgogoro huu, tafadhali usiondoke. Kwa mara nyingine tena, ni kukaribisha katika chekeche usiku wa leo. Jina langu ni Moses Mohamed na studioni hapa tuko naye Sufiani Mbalazi tukiangazia mgogoro wa Sudan. Sufiani, Kabla hujanijibu swali ambalo nilisema kwamba tukirudi na tamani unijibu la kuhusiana na kugawanyika kwa Sudan, hebu tutazame tena ile nukuu kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio. Marco Rubio yeye akisema, nadhani kuna kitu kinapaswa kufanywa ili kuzuia silaha na msaada wanaopatiwa RSF, wakati wakiendelea kusababisha maafa kama yanavyotujulisha makundi ya kibinadamu, tunahitaji kuwasaidia watu wanaokabiliwa na mateso ya kiwango kikubwa cha utapia mlo. Wengi wao wamekufa au ni wagonjwa na wana utapia mlo, kinachoendelea ni cha kutisha. Nukuu hii anapozungumzia yale ambayo yanasemwa na mashirika mbalimbali mbali ya misaada ya kibinadamu, ikiwemo shirika la Human Rights Watch na mashirika mengine RSF silaha wanapata wapi haswa? Lakini Burhani aliwahi kusema kwamba aliwahi kutuhumu falme za Kiarabu kuwa zina mkono wake katika kuwapa RSF silaha na vitu vingine. Okay, swali zuri sana, silaha wanapata wapi? Silaha wanazipata kutoka katika nchi ya Emirates na zinaingilia Libya ama Chad na Burhani amewahi kusema, lakini mwakilishi wa Sudani katika jumuiya ya kimataifa umoja wa Mataifa amesema mara nyingi na ameisha ituhumu hadharani RSF. Na kwa nini RSF, kwa nini wameituhumu, na kwa nini eh, Sudani eh, Emirates wanaunga mkono RSF? Kuna sababu mbili. Kwanza ni mtazamo juu ya mgogoro wa Sudani, wao wanaamini kwamba mgogoro unaoendelea Sudani ni wanajeshi wawili wamehitilafiana na sio nje ya hapo. Kwa hiyo njia pekee ya kuja kuwaweka pamoja ni, ni suluhu ya mazungumzo. Kwa hiyo huyu RSF anapoishiwa nguvu, wao wanampa ili waweze kuja kukaa katika meza e, ya mazungumzo. Tofauti na mtazamo kabisa wa jeshi jeshi, wanaamini kwamba wale si wanajeshi tena, wale ni watu walio asi na hukumu yao inatakiwa ima wasalimishe silaha zao, na haya ni maneno ambayo Burhani ametoka kuyasema muda si mfupi, si mrefu kwamba RSF wa, wajikusanye sehemu moja, wasalimishe silaha zao, vita ndio itakapoisha, kitu ambacho RSF hawakubali hawakubaliani nacho wana, wana, wanasema kwamba wale ndio wasaliti wa nchi hii hawataki demokrasia na nini. Kwa hiyo ule utofauti wa mitazamo ndo unafanya hizi nchi zilizopo nje ya Sudani ziunge mkono Sudani kati ya hizi pande mbili. Sasa kuna kitu kilifanyika, walijaribu kuunda jopo e, la nchi nne e, Saudi Arabia, Marekani, Misri pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu. Lengo ilikuwa tujadiliane sisi tumalize, alafu kwenda kuwalazimisha kuwa wale wafate, itakuwa rahisi. Ndo, kili, ndo ambacho kinafanyika sasa hivi, kuna hilo jopo, na wamekuja kupendekeza kwamba ku kuna kuna kuna eh, angalau kutuliza vita kwa miezi mitatu, kisha baada ya hapo, katika hichi kipindi cha miezi mitatu majadiliano mengine yataendelea, yataendelea na ndo okay, hicho tunachokisubiri kwamba je, hawa wa, wa, RSF watakubaliana nacho na jeshi watakubaliana na hilo swala ama la, wakati tukisubiri hicho sasa Turudi katika lile swali la awali, unafikiri baada ya Hemeti kutangaza serikali yake katika eneo la Alfashir na maeneo mengine ya karibu, tunaona kugawanyika kwa Sudani kwa mara nyingine? E, ukiangalia tu, tunaona kinachofanyika ni kwamba wao wanataka wafate mfumo wa Libya, yaani Libya walipoingia kwenye mgogoro e, ushahidi ulikuwa unaonyesha Falme za Kiarabu zikiunga mkono Haftar. Haftar yakawa na nguvu lakini mm, baadaye Uturuki ikaunga mkono serikali ya umoja wa kitaifa nayo ikawa ina nguvu, wakaishia katikati Haftar akisogea uh, Uturuki Shilke na wasapoti hao wa, wameamua kuishia hapo hapo. Haftar ameshika ya maeneo yake mashariki mwa Libya na serikali umoja ya umoja wa kitaifa imeshika maeneo yake kaskazini magharibi, kwa hiyo ndio kitakachokuja kutokea, lakini ugumu wa Sudani ni upi? Maeneo ambayo RSF wanayashikilia ndio msingi wa uchumi wa Sudani maana ukizungumzia Dafur unazungumzia dhahabu ya Sudani. Ukizungumzia maeneo ya Kurdufani ambayo leo wanapigana unazungumzia mafuta ya Sudani pamoja na, na, na wilaya ya, ya, ya, ya Blu ni mafuta ya Sudani. Kwa hiyo wale kule waliopo Khartum kina Burhani hawawezi kukubali kuachia haya maeneo yawe chini ya RSF, lakini vilevile vile, Umoja wa Kiarabu kukubali kuachia waachie eh, yale maeneo ya Dafur, kwa sababu kwa miaka mingi dhahabu yote inayopatikana ina Sudani inauzwa katika nchi za Kiarabu Kiarabu especially katika, katika nchi ya Emirates. Kwa hiyo hawawezi kuachia huu utajiri uende bulebule, lakini kingine mishahara ya wale RSF na maisha yao, na wao wanalipwa zaidi kuliko hata jeshi, mishahara yao ni mizuri kuliko jeshi toka wakati sisi tupo kwa sababu wakati ule vita ilikuwa haipo. Baadhi ya wale RSF walikuwa ni rafiki zetu, wanakuja tunazungumza nao na nini, wanasema mishahara wanayopata ni mkubwa kuliko wa wanajeshi. Kwa hiyo hata wale hawawezi kuachia ile milima ya dhahabu ichukuliwe na jeshi, alafu wao wabaki kuwa raia wa kawaida, kwa sababu kwa mtazamo wa jeshi wale sio wanajeshi tena. E, kwa mtazamo wa jeshi wale ni waasi yes. Kwa hiyo kutakuwa kuna ugumu wa, wa, wa e, wa jeshi kukubali E, da, RSF, wachukue wachukue yale maeneo ya Darfur. Mwaka 2024 mwaka jana, mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa, la, Umoja Mataifa la afya Tedros, Gabriel Jesus, yeye alinukuliwa na BBC akisema kwamba anafikiri I think race is in the play, akimaanisha kwamba mgogoro wa Sudani umeachwa na jumuiya ya kimataifa, ni kama umesahaulika, ni kama umepuuzwa, ni kama mgogoro ambao sasa watu hawataki kushughulikia, bali wanashughulikia migogoro mingine inayoendelea katika pande nyingine za dunia. Kwa mfano, mgogoro unaotokea Urusi na mataifa mengine ya huko Hili ukilitazama kama mtu ambaye umekaa Sudan, kama mtu ambaye unaendelea kufuatilia kile kinachoendelea Sudani, lakini pia ukizitazama juhudi za kimataifa zinazofanyika pale, unafikiri hii kauli ina ukweli kiasi gani ama haina ukweli kiasi gani? Okay, ni kweli eh, kadhia ya Sudani imeachwa na imeachwa kwa makusudi. Wapo wanaosema kwamba nchi za kiarabu zinatoa pesa nyingi katika zile nchi ambazo zimekuwa zikipiga kelele na zikitoka mbele kutengeneza ile e, kuwa nchi ya katikati yani mediators, kwamba swala la Sudani liacheni kwanza, kwa sababu wanataka watengeneze ile misingi ambayo itawafanya baadaye hata ikija kupatikana solution, wao waendelee kuwepo ardhini, yani kwa maana waendelee kuwa na athari katika ardhi ya Sudani. Na uki, hata ukiangalia kwa takwimu raia waliopoteza maisha Sudani ni wengi sana ukilinganisha hata raia waliopoteza maisha katika kadhia ya Palestina na Israel. Mpaka sahizi tunazungumzia habari ya watu elfu sitini na tano, sitini na nane lakini Sudani ni zaidi ya hapo, ni maelfu au tu waliopotea Dafuru mpaka sasa hivi ni zaidi ya, ya, laki. Laki moja na nusu, zaidi ya laki na kitu, achilia waliopotea Khartum waliopotea, waliopotea Kadharifu eh, na miji mingine, mingine ni maelfu ya watu, lakini hauoni ikichukuliwa uzito mkubwa hata masala ya haki za binadamu ukiangalia raia ambao ni wakimbizi ni maelfu, na ubaya zaidi wa jiografia ya Sudani, ukitoka katika mji ule husika, mfano El Fashir, mpaka uje upate wilaya nyingine, unatembea katika jangwa refu sana kwa maana, wale waliotoka El Fashir, mwezi wa Oktoba huu ili wafike wilaya ambayo wanaweza wakaweka mahema wakaishi, ambayo inaishika na sio jangwa, ni wilaya ya kaskazini, ni zaidi ya kilomita elfu moja mia tano mpaka elfu mbili Hao ni kina mama ni watoto wanahitaji maji, wanahitaji chakula na wanatembezwa kilomita ndefu bila usafiri wa kueleweka. Sufiani, kwa sababu ya muda, unafikiri nini kinaweza kikawa ni suluhisho la kumaliza huu mgogoro wa Sudani? Kwa ufupi, suluhisho la, la kumaliza mgogoro wa Sudani inatakiwa jumuiya ya kimataifa iingie kwa dhati, kwa maana hawa u, upande wa jeshi wanapata silaha kutoka katika nchi ambazo zipo katika nchi za Kiarabu pamoja na na, na, na, uh, maana sasa hizi wanatumia Bayraktar na Akinji ni silaha za Uturuki. Kwa hiyo ni nchi zinazojulikana, lakini vile vile hata hao RSF silaha wanazotumia, wanatumia mfano defense system ya ya, ya, ya, ya, ya RSF. RSF inatoka Emirates, inajulikana. Kwa hiyo hizi nchi ndio maana Microbi wameashiria kwamba inabidi tuache kuzipa silaha hizi nchi, kwa maana tukiacha kuzipa silaha mwisho wa siku watapigania nini? Watapigana kwa ngumi? Haitawezekana, itabidi wakae, wazungumze, wamalize. Kwa hiyo ni nchi um, yes, ni nchi ambazo ziko, ambazo zinaunga mkono Sudani pande zote mbili, waache kuunga, kisha kadri muda unavyozidi kwenda, hawa watu watakaa kuzungumza, kwa sababu kila mtu hatakuwa na silaha ku, ya kumpiga mwenzie. Shukrani sana Sufiani Mbalazi kwa uchambuzi huo hii leo tulikuwa tukiangazia mgogoro unaoendelea kule nchini sudan mgogoro ambao ulianza chafuko yake mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mgogoro ambao haijulikani ni nani hasa aliyeanza kurusha ama kushambulia kwanza mpaka leo hii imebaki kuwa utata jina langu ni moses mohamed hii ni chekeche wikendi hii nichukue fursa hii kukukaribisha tena katika chekeche wikendi ijayo huku tukiendelea kutupia macho katika mambo kadha wa kadha yanayoendelea kujitokeza ulimwenguni hususan ya kisiasa kwa wakati huu niseme, uwe na usiku mwema.